Kwa muda mrefu nimekuwa nikiwafundisha watu siri za kujenga uchumi mara na kufanikiwa kifedha, na zaidi, nimekuwa nikiwafundisha watu mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri kwenye maisha. Lakini jambo kubwa moja ambalo nimekuwa nikilisistiza, watu wengi ni maskini duniani. Watu wengi wanaishi maisha magumu kwa sababu ya ujinga. Ujinga ni hali ya kuto kujua, na ndio maana Dr. Myles Munroe aliwahi kusema, adui namba moja wa mafanikio yako, adui namba moja wa maisha yako sio shetani, ni ujinga. Ndio maana hata maandiko matakatifu yanasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo maarifa ni msingi namba moja wa mafanikio. Kuna mambo ambayo watu hawayajui, hali inayowapelekea wachelewe kupata mafanikio au wasifanikiwe kabisa. Sasa katika siku ya leo, katika YouTube channel yangu, ninaenda kukufundisha aina kubwa tano za ujinga zinazowafanya watu wengi wabaki kuwa maskini, aina tano za ujinga zitakazo kubakiza wewe katika hali ya maisha ulionayo. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Kama ndio mara ya kwanza unanitazama mimi, Victor Mwambene ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara, niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yani, certified financial educator, lakini pia ni mwandishi wa vitabu vinne vya fedha na biashara. So kama nilivyokuambia bwana, ujinga ni sababu namba moja kwa nini watu wengi ni maskini duniani, na nimeshawahi kufundisha hapa kuwa fedha ina pande mbili, kama ambavyo binadamu ana pande mbili. Binadamu ana upande unaoonekana na upande usioonekana. Binadamu ana upande unaoshikika na upande usioshikika. Upande unaoshikika wa binadamu ni mwili na upande usioshikika wa binadamu ni roho na nafsi. Na vivyo hivyo pia, pesa ni kama binadamu, ina upande unaoshikika na upande usioshikika. Upande unaoshikika wa fedha ni ile noti au sarafu, na upande usioshikika wa fedha ni maarifa ya fedha na mtazamo wako juu ya fedha. Sasa, ili umshike binadamu katika upande unaoshikika, binadamu anashikwa kwanza kwenye upande usioshikika ambao ni roho, na ndio maana kuna watu ambao wanafanya vitu wasivyovipenda, wana tabia wasizozipenda, kwa sababu wameshikiliwa katika ulimwengu wa roho. Ukisoma maandiko matakatifu yanasema, lile ninalopenda kulifanya silifanyi, bali lile nisilopenda kulifanya ndo nalifanya, si mimi bali miroho ifanyayo kazi ndani yangu. Si unanielewa? Kwa sababu watu wanakamatwa katika ulimwengu wa roho kuna watu wamekamatwa kwenye ulimwengu wa roho wanashindwa kupiga hatua kuna watu wamekamatwa kwenye magonjwa kuna watu wamekamatwa kwenye madeni na vivyo hivyo pia pesa ina upande unaoshikika na usioshikika ili uishike pesa katika upande usioshikika unatakiwa uanze kuishika pesa katika upande ili ushike pesa katika upande unaoshikika unapaswa kuanza kuishika pesa katika upande usioshikika upande usioshikika wa fedha ni maarifa ya fedha kwa kusoma vitabu vya fedha kama hiki cha Akili ya Fedha na ni kuwa mtazamo chanya kuhusiana na maswala ya fedha. So, leo tunaenda kujifunza somo muhimu sana ambalo ni ujinga. Ujinga ndo chanzo kikubwa cha umaskini kwa watu wengi. Nitenda kwa kufundisha aina tano za ujinga zinazowafanya watu wengi kubaki kuwa maskini duniani. Moja kwa moja tuanze na aina ya kwanza ya ujinga, ni ujinga wa kutokutambua wewe ni nani. Kwenye maisha lazima ulewe kuwa umekuja duniani kwa kusudi maalum kusudi la maisha yako ni ile changamoto ambayo ilimpa Mungu sababu ya kukumba. Mungu aliona kabisa bila kuwa na Neema Watanzania wataendelea kupata tabu kwenye sekta ya chakula. bila kuwa na Juma Watanzania wataendelea kupata tabu kwenye biashara ya usafiri. bila kuwa na mtu anaitwa Victor Tanzania wataendelea kupata tabu kwenye eneo la elimu ya fedha, financial education na financial literacy. Kwa hiyo, mtu analetwa duniani kwa kusudi maalum. Haujaja duniani kusindikiza watu wengine, haujaja duniani kupoteza muda. Kwa hiyo, mtu ni kusudi Usipotambua kusudi lako unapoteza utambulisho wako, na ukisipoteza utambulisho wako unapoteza thamani yako katika hii dunia. Kwa sababu ya kwanza, kwani watu wengi hawafanikiwi, wanachelewa kufanikiwa, hawapati pesa kwenye maisha, ni kwa sababu hawajatambua wao ni wakina nani. Kuna watu ni samaki walitakiwa kuwa majini, wanalazimisha kupanda miti kama nyani. Kuna watu ni ndege walitakiwa kuwa angani, wapae juu ya mawingu, lakini wao wanalazimisha kuogelea kama samaki. Kila mtu ni bora katika eneo lake. Hata Albert Einstein alikusema kama utamjaji samaki kwa uwezo wa kupata mti ataishi ya maisha yake yote akijiona ni mjinga. Kila mtu ni genius katika eneo fulani kwenye maisha. Kila mtu ana eneo lake la kutawala na kujidai. Kuna eneo ambalo wewe ukifanyia kazi, kuna biashara ambayo wewe ukiifanya, utatumia muda kidogo, rasilimali la kidogo, lakini utapata matokeo makubwa kwa sababu umejitambua, umejua kusudi la maisha yako. Mark Twain aliwahi kusema kuwa kuna siku mbili muhimu zaidi kwenye maisha, siku ya kwanza ni siku uliozaliwa, na siku ya pili ni ile uliojua kwa nini umezaliwa. Je, unajua kwa nini upo duniani? Unajua kwa nini upo Tanzania? Unajua kwa nini umezaliwa Mbeya? Kwa nini umezaliwa Singida? Lazima utafute kusudi la maisha yako. Kusudi la maisha yako limebebwa na vitu vinne, kitu unachokipenda, kitu ambacho dunia inakihitaji, kitu ambacho unakiweza na kitu ambacho dunia iko tayari kukilipia. Hii ni kutokana na kitabu cha Ikigai kama kilivyoandikwa kwenye kitabu cha Ikigai. Aina ya kwanza ujinga inayofanya watu wengi kuwa maskini ni ujinga kutokujua kusudi lako. Unakuta leo mtu anauza man, leo mtu anauza anafanya biashara mgahawa, anauza chakula, kesho anaenda kuuza mitumba, kesho kutwa anaenda kutafuta ajira ya ualimu aliyosomea, kesho kutwa anatafuta ajira afisa masoko, yani unakuwa ni mtu wa kutanga tanga na nomad no mentality. Hili ni somo la kutambua kusudi, nimelifundisha mara kwa mara, na hii kanuni ya kutambua kusudi na kujitambua nimefundisha mara kwa mara, kwa sababu ndio msingi mkubwa wa mafanikio. Aina ya ya pili ya ujinga, ukiachia ujinga kutambua wewe ni nani inaowafanya watu wengi kuwa maskini, ni ujinga wa kutotambua ulicho nacho. Kuna watu wanatafuta fursa wakiwa tayari wana fursa. Umewahi kusikia hadithi ya acres of diamond, shamba la almasi? Ujamaa ambaye alikuja kusimuliwa uzuri wa kuwa na almasi akaambiwa, bwana, ukiwa na almasi ukubwa wa kidole chako unaweza ukamiliki mji wako, kanunua mji. Ukiwa na almasi ukubwa wa ngumi yako unaweza ukamiliki hata nchi yako. Ujamaa akauza mali wa ya zake zote shamba lake na nyumba yake na kila alichokuwa nacho, ili aende mbali kutafuta almasi. Akaenda nchi mbalimbali mbali za Afrika kakosa, akaenda nchi za Ulaya akatafuta almasi hakuiona. Mwisho akawa amechoka kiakili, kihisia na kifedha, akaona ajiue tu. Akiwa amefuria akaenda kujitupa kwenye mto Barcelona, akafa. Huyu jamaa alikufa akiwa maskini kwa sababu ya ujinga wa kutokutambua alicho nacho. Watu wengi kwenye maisha wako kama huyu jamaa ambaye aliuza shamba la almasi alikuwa na shamba ambalo hilo shamba limejaa almasi, ila alikuwa hajui, akaenda kutafuta almasi. Baadaye aliyenunua shamba, baadaye ilikuja kugundulika lile shamba limejawa na almasi. Watu wengi kwenye maisha wako hivyo, wanakimbia kwenye miji yao, wanaenda nchi za mbali kutafuta maisha Hawajui walichonacho. Kuna watu wengi, tuna vitu vya thamani tunavyo, kama tutaweza kuvitumia tutafanikiwa sana. Kuna wengine tuna vipaji lakini hatujui, kuna wengine tuna fursa lakini hatujui, kuna wengine tuna watu wa muhimu, ambao wengine tuna thamani tuwe nao karibu. Wewe unao karibu, lakini haujui namna ya kuwatumia, haujui kutambua thamani yao. Kwa hiyo, jiulize wewe, una kitu gani ambacho unaweza kukitumia kufanikiwa? Na kufa, kufikia utajiri kwenye maisha, lazima uelewe kwamba Mungu anapokuleta duniani alijua kila unachokihitaji na alikuwekea karibu kila unachokihitaji, alishakuandalia kuandalia mazingira ya wewe kufanikiwa. Hakutaka upate tabu, unachohitajika tu ni kujua kusudi la maisha yako, kufanya kazi kwa kuzingatia kipaji chako, kufanya kazi kwa kuzingatia papasi yako ili usitumie nguvu nyingi. Si tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo Watu wengi ni maskini kwa sababu ya ujinga wa kutokujua walichonacho. Kuna watu wana ujuzi, hawajui umuhimu wa ujuzi walionao. Kuna watu wanafahamu vitu fulani, hawajui nguvu ya kile wanachokijua. Kuna watu wana watu, lakini hawajui nguvu ya watu walionao kwenye maisha yao. Kuna watu wana fursa, lakini hawajui umuhimu na thamani ya ile fursa walionayo. Kuna watu wamezungukwa na ardhi ambayo inawezekana ina madini ya almasi na madini ya damu, lakini hawawezi kujua kwa sababu ya ujinga wa kutokujua ulicho nacho. Je, unafahamu thamani ya kile ulicho nacho? Kuna watu wanatafuta mtaji kwenye maisha, anatafuta mtaji wa milioni tatu, milioni mbili, anzishe biashara, ana simu ya milioni mbili. Ujinga wa kutokujua ulicho nacho ni moja ya vitu vinavyowafanya watu wengi maskini. Kuna watu wana vipaji lakini hawajui kipaji chao, hali inawafanya watangetange kwenye maisha yao. Kumbe kipaji kinaweza kikakusaidia kufanikiwa. Aina ya tatu ya ujinga unaofanya watu wengi kuwa maskini ni ujinga wa kutokujua nini cha kufanya kwenye maisha. Unakutana na mtu ambaye anakuambia ah, mimi bwana, mimi sielewi nini nifanye. Sasa nimefanya vitu vingi, nimefanya biashara nyingi, sielewi kwa kweli. Kama haujui nini cha kufanya, huo ni ujinga ambao unatakiwa ushughulikie ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Na watu wengi hawajui nini cha kufanya kwa sababu hawana maarifa. Ukijifunza utajitambua, ukijitambua utajua nini cha kufanya. Kuna mtu anamuuliza kwanini hauna wateja? kwanini mauzo yako ni madogo? kwanini biashara yako haikui? Ambe, ah nimefanya kila naloweza, lakini sielewi nini cha kufanya, sijui nini te, yani, sijui nifanye nini kwa kweli. Ujekutana na mtu anakuambia, sijui nifanye nini kwa kweli. Kama haujui nini cha kufanya, ni ishara ya kwamba una maarifa kuna taarifa unapungukiwa kwenye maisha yako. Unapaswa kuwekeza kwenye maarifa na taarifa, ili ujue nini cha kufanya. Watu wengi ni maskini kwa sababu hawajui nini cha kufanya. Hawajui nini cha kufanya kwenye ndoa yao, hawajui nini cha kufanya kwenye biashara yao, hawajui nini cha kufanya kwenye ajira yao ili wapande cheo, hawajui nini cha kufanya ili wajiajili, ili wastaafu mapema. Lazima ujue kitu cha kufanya. Unajueje kitu cha kufanya na namna sahihi ya kufanya? Soma vitabu kama hiki cha Akili ya Fedha. Kinaeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri. Kitabu kitakupa nini cha kufanya kwenye maisha yako ili ustafu mapema. Kitabu kitakupa nini cha kufanya kwenye maisha yako ili utoke kwenye madeni. Kuna mtu anahangaika na madeni mwaka wa tano au sita kama hapo na mimi madeni yananisumbua sana, hata sielewi nifanyeje. Hujui kwa sababu hujasoma vitabu vinavyoelezea madeni. Hujui namna ya kustaafu mapema kwa sababu hujasoma vitabu, kwa kuwa kila kitu kinaanza na kuwa na maarifa. Na ndio maana hapa tunaeleza sababu kubwa, kwa nini watu wengi maskini ni kwa sababu ya ujinga. Na aina nyingine ya ujinga ambayo ninaelezea hapa ni ujinga wa kutokujua nini cha kufanya. Aina ya nne ya ujinga inayofanya watu kuwa maskini, watu wengi kuwa maskini, ni ujinga wa kutokujua nini cha kuepuka. Kuna watu wamekuwa maskini kwa sababu tu hawakumwepuka mwanamke fulani Alikuwa kwenye mahusiano na mwanamke ambaye ni hatari, ni sumu. Wazazi walimwambia, marafiki walimwambia, bwana, huyu mwanamke anakupoteza. Hakujua nini cha kuepuka, ndo maana alikufa maskini. Kuna watu mpaka leo wanalaumu, bwana, ah, mimi bila yule mwanamke ningekuwa mbali sana. Alikuwa mjinga wa kuepuka nini, alikuwa hajui nini cha kuepuka kwenye maisha yako ili ufanikiwe lazima ujue mahusiano ya kuepuka. Aina gani ya watu unapaswa uepuke? Aina gani ya vyakula unapaswa kuviepuka kula? Aina gani ya fikra unapaswa kuziepuka kufikiria? Kuna mawazo tu ukifikiria unavuta umaskini kwenye maisha yako. Kuna aina mawazo ukiyafikiria unavuta laana kwenye maisha yako, unavuta unafukuza baraka kwenye maisha yako, kwa ujinga wa kuto kujua nini cha kuepuka, kumewafanya watu walitakiwa muda waliotakiwa utumie kutafuta pesa, wanaotumia kutafuta afya, kwa sababu alikuwa hajui vyakula gani vya kuepuka, mwisho amepoteza afya. Alikuwa ajui mahusiano gani ya kuepuka, mwisho amepoteza mali na kila kitu alichokuwa nacho. Kwa hiyo, lazima uwe na maarifa ya kujua ni vitu gani vya kuepuka, kuanzia vyakula, mahusiano na fikra pia. Kuna fikra pia unapaswa kuziepuka kwenye kwenye maisha yako yako. Unapokuwa unapitia magumu kwenye biashara yako, mawazo yanapokuja ya kwenda kwa mganga, ni fikra za kuepuka kwenye maisha yako. Kwa sababu kuna maamuzi ukiyafanya inakuwa ngumu sana kuweza kurekebisha kwenye maisha yako. Sababu nyingine inawafanya watu kuwa maskini ni ujinga wa kuto kujua nini cha kuepuka kwenye maisha. Aina ya tano ya ujinga inawafanya watu wengi kuendelea kubaki maskini ni ujinga wa kuto kujua kanuni na sheria za fedha. Zipo sheria nyingi na kanuni nyingi za fedha, sijajua, unajua ngapi mpendwa, na unazingatia ngapi? Kuna kanuni inaitwa Parkinson's Law The Parkinson's Law kanuni i inasema kwamba pindi kipato kinapoongezeka na matumizi nayo na yanaongezeka. Ili ufanikiwe, ivunje kanuni ya Parkinson's, mapato yanapoongezeka matumizi yako yabaki pale pale, au ongezeko lako la matumizi lisiwe sawa na ongezeko lako la kipato. Sio kipato kimeongezeka kwa milioni na wewe unaongeza matumizi kwa milioni, kipato kinaongezeka kwa milioni tano na wewe unaongeza matumizi kwa milioni tano. Hiyo ni kanuni ambayo unapaswa kuepuka ili uweze kufanikiwa. Kwahiyo kuna watu ni maskini kwa sababu ya ujinga wa kuto kujua kanuni na misingi ya fedha. Kanuni mojawapo hiyo ya kuijua ni Parkinson's Law, matumizi yakiongezeka, usiongeze kasi, usiongeze matumizi yako kwa kasi sawa ya ongezeko la kipato. Kanuni nyingine ya muhimu inasema kama usitegemee chanzo kimoja cha mapato. Ukianzisha biashara moja ina kuingizia fedha nzuri, tayari umesha ajiri watu wanafanya kazi kwa niaba yako, usikae na biashara moja muda mrefu, anzisha biashara nyingine, anzisha biashara nyingine. Matajiri wakubwa Tanzania kama kina Baresa Mohamed Dewi, wana vyanzo vingi vya mapato, wana makampuni zaidi ya 15, wana bidhaa zaidi ya 100 wanazoziuza. Wewe una bidhaa ngapi unazoziuza? Una biashara ngapi unazozifanya? Ukianzisha biashara moja ina uwezo wa kujiendesha, anzisha nyingine, usichelewe. Kanuni za mafanikio ndo zinataka hivyo. Kanuni nyingine ya mafanikio inasema the law of belief kanuni ya kuamini inasema pesa na utajiri inawafuata watu wenye imani lazima uamini mambo makubwa yatakutokea kwenye maisha yako ili mambo makubwa yakutokea lazima uamini unastahili kufanikiwa unastahili kuwa tajiri unaweza kuwa tajiri ndipo utaweza kuwa tajiri hiyo ni kanuni ya imani kuna watu wanaamini kwamba ah, bwana utajiri ni swala la bahati kama sio bahati yako huwezi kuwa tajiri hajui kanuni ya imani ndio maana hawezi kufanikiwa kuna nyingine inaitwa kanuni ya matarajio, the law of expectation. Kanuni inasema hivi, ukitarajia mambo mazuri yakutokea kwenye maisha yako, mambo mazuri yatakutokea, na ukitarajia mambo mabaya ya kutokea kwenye maisha yako, mambo mabaya yatakuwa nakutokea kwenye maisha yako. Mimi always na expect mambo mazuri kwenye maisha yangu yanitokee, hata ninapopitia magumu ninaamini hili gumu lina uzuri ndani yake, ninaamini hii changamoto ina uzuri ndani yake. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu positive Kanuni nyingine ya fedha muhimu sana inaitwa the law of saving and the accumulation. kanuni ya utunzaji na ukusanyaji. kanuni inasema hivi, mafanikio ya kifedha huja kwa watu ambao wanaweza wakatunza angalau asilimia kumi ya fedha zao, ya kipato chao, siku zote za maisha yao. na hizi fedha unazitunza sehemu ambako zinaongezeka unazitunza UTT, unazitunza kwa kununua hatifungani, unazitunza kwa, kwa kununua ardhi sehemu ambayo ni sahihi ambayo ita-appreciate kwa kadri muda unavyozidi kwenda. kwa hiyo hiyo ilikuwa ni jambo lingine ambalo linawafanya watu wengi wawe maskini, ni ujinga wa kutokujua kanuni na sheria za fedha. Of course, kanuni na sheria za fedha ni nyingi. Sheria mojawapo ya fedha inasema usikope fedha kuanzisha biashara. Sheria nyingine ya fedha inasema unapo unapoanzisha biashara usifanye usitumie pesa nyingi ya mtaji wako wa kuanzisha biashara kwenda kununua vitu ambavyo havihusiki kwenye uzalishaji mali na nunua, unakuta unanunua furniture za kisasa sana, ofisi imejaa furniture za milioni tano na milioni sita E, unanunua vitu ambavyo havihusiki kwenye uzalishaji. So kanuni za fedha na biashara ziko nyingi, unapaswa kuzijua. So hilo lilikuwa ni somo letu la leo. Kama unapenda kujifunza mambo mengi kuhusiana na jinsi ya kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu, soma kitabu changu hiki, kinaitwa Akili ya Fedha. Hiki kitabu ni 30 lakini kwa sasa, ni kipya, kwa sasa kwa sababu ni kipya utakipata kwa ofa ya shilingi 2025 tu. Ndani ya kitabu hiki nimeeleza mambo mengi, ikiwemo siri sita za kujenga utajiri wa kudumu. Nimeeleza sababu kumi za kwa nini watu wengi ni maskini. Hii sababu ya ujinga niliyoelezea hapa mwanzo mpaka mwisho video yote ilikuwa nakuelezea sababu moja ya ujinga, lakini kuna sababu zingine tisa. Lakini ukiachia kitabu hiki, nina kitabu kingine kinaitwa Nguvu ya Kujua. Kitabu kinaeleza mambo 16 unaopaswa kuyajua na kuzingatia ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Lakini pia nina kitabu kingine kinaitwa Kanuni 20 za Fedha. Kinaeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Kama unatamani kujenga nidhamu ya kuweka kiba, unatamani kuanza kuwekeza kwenye hisa, kifungani na aina nyingine za uwekezaji kama UTT, soma kitabu hiki lakini na kitabu kingine kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Kitabu kinaeleza mambo ya kuzingatia unapoanza biashara ili isifeli, na pia kinakupa mbinu za kukuza biashara, mbinu za masoko, mbinu za mauzo, jinsi ya kuwashawishi wateja kununua hata kama hawataki. Kupata vitabu hivi, kila kitabu changu kimoja ni elfu ishirini kasoro kile kitabu cha akili ya fedha ndio elfu ishirini na tano Kupata vitabu hivi, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba za simu 0744126640 au piga namba ya simu ya dukani kwetu unayoona katika skrini hii. Na zaidi, unaweza ukapata vitabu vingine vya fedha, biashara na mafanikio vya Kiingereza na vya Kiswahili kupitia duka letu hili la Kili Plus Bookshop. Hivi vitabu viko vingi. Nifuatie zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Asante sana, hadi wakati mwingine.